Karibu katika sehemu hii ya pili ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa Bado Anaishi. Mtunzi wa simulizi hii ni Yona Fundi na inasimuliwa kwako nami Hilali Alexander Ruhundwa. Jifunze. Je, umewahi kujiuliza kipi sahihi na kipi si sahihi? Na vipi unaweza kulipima jambo juu juu kisha ukaona lipo sahihi? Huoni kama hilo ni kosa? Hebu jiulize, kipi kinachokusukuma kuamini kuwa huyu yupo sahihi na yule anakosea? Ni kuibie tu siri. Usahihi wa mambo hauji tu toka ndotoni. Huja kwa kupambanua jambo kwa mapana kisha kulichukulia hatua. Chukua hatua sasa. Ilipoishia sehemu ya kwanza, mshauri wa mambo ya mapenzi Anaitwa na Zaria Mketo aende Zanzibar kufanya kazi ya ushauri wa mapenzi. Je, kipi kinaendelea? Na hii ni sehemu ya pili. Nilijaribu kupiga ile nambari ya Zaria lakini haikuwa ikipatikana tena. Ilinipa shaka kidogo na maswali machache. Ni muda upi ninatakiwa kuwa Zanzibar? Hilo lilikuwa swali la kwanza. Ni sehemu gani ambayo ningepata wasawa kuzungumza naye? Likawa swali la pili. Sikutaka kukiumiza sana kichwa changu. Niliweka tu akilini, kesho yake nilihitajika kuwa Zanzibar mapema asubuhi. Ikiwezekana mchana wa siku hiyo niwe Morogoro. Baada ya kuweka mambo sawa, Usingizi, kama ulikuwa unanisubiri nifumbe macho, ulikuja na kunichukua na kunipeleka katika asubuhi nyingine, asubuhi iliyokaribishwa na ujumbe kutoka kwa Zaria akinielekeza mahali ambapo ningeenda kuonana naye. Sikushughulika na ujumbe wake. Nilijiandaa na baada ya kumaliza nikamtafuta. Simu yake iliita kwa muda kisha ikapokelewa. Sauti ilikuwa ile ile, lakini hii ilikuwa ina uchangamfu kidogo. Tulizungumza kwa dakika kadhaa akinielekeza mahali pa kuonana, tukaweka miadi ya kuonana mapema saa tano ya asubuhi. Niliwasiliana na mke wangu juu ya safari ile ya ghafla, alinielewa, lakini kabla ya hapo alinieleza kuwa alinitafuta sana usiku hakunipata hilo likawa jipya masikioni mwangu lakini sikulitilia maanani sana nilijua huenda ni masuala ya mawasiliano tu kwa sababu sikuwa nimezima simu yangu baada ya masaa kadhaa nilikuwa ninakaribishwa na harufu ya marashi ya karafuu Zanzibar palivutia mno utamaduni wa huko nao ulikuwa ukificha mengi ya jiji hilo watu wake walionekana wakarimu mno. Kitendo cha kutoka bandarini, nilielekea Bububu. Hoteli hii ilikuwa hoteli nzuri sana ya kitalii, nami niliingia kama mtalii. Vingi vilikuwa vya kushangaza machoni mwangu. Punde nilipokelewa kama tulivyokuwa tumekubaliana, tumekubaliya na Zaria. Alinielekeza ya kuwa nikifika kwenye hoteli hiyo angelikuja mtu wa kunipokea. Cha kushangaza aliyekuja kunipokea alikuwa ni mwanaume wa makamo mwenye asili ya Kiarabu, alivalia suti ya kupendeza tu, alinukia marashi ya haja. Muonekano wake ulizua maswali mengi kichwani mwangu, lakini sikutaka kuyaweka wazi hapo awali. Alijitambulisha kwa jina la Tamari. Jina hili lilinishangaza kidogo kwa sababu niliwahi kusoma kitabu cha mwandishi Isambaga akilitambulisha jina hili kama jina la mhusika wa kike kwenye riwaya yake ya Siri ya Raisi. Ajabu, sasa aliyekuwa akilimiliki kwenye macho yangu alikuwa jinsia ya kiume, hivyo ikanipasa kuliweka akilini huku nikitia shaka kidogo. Hakuchelewa, akaliita jina langu. Naam, niliitikia yakuwa ndiye mimi aliyepaswa kuja kunipokea yakafuata mazungumzo mafupi, kisha nikakabidhiwa hundi ya shilingi milioni mbili ikiwa ni nusu ya pesa ambayo ningepatiwa kwa ajili ya kazi niliyoenda kufanya. Pesa ilikuwa nyingi sana kwa haraka haraka, na katika maisha yangu ya kazi sikuwahi kupatiwa kiasi kama hicho, eti ikiwa kwa ajili ya kutoa ushauri tu juu ya mapenzi. Ili niogopesha kidogo nilimuuliza maswali Tamari. Lengo ilikuwa kumfahamu vizuri Zaria. Tamari hakuwa na majibu zaidi ya kuniomba nielekee kwenye gari ili apate kunikutanisha na Zaria ambaye ndiye mhusika wa kile nilichokuwa na kiuliza. Ilinibidi nifunge mdomo kutokana na majibu ya yule bwana. Safari ya kwenda kuonana na Zaria ilianza kwenye majira ya saa sita na nusu mchana ikapita saa hadi masaa kadhaa. Ilikuwa tofauti na nilivyokuwa nimedhani. Giza la jioni lilikuwa likiingia, bado tulikuwa kwenye lami tukielekea mahali yalipo Zaria. Sasa haikuwa safari ya mara moja ya kurejea kama nilivyokuwa nimepanga kwenye kichwa changu. Nilijaribu kumtafuta Mama Jose ili kumfahamisha ya kuwa nisingeweza kurudi Morogoro siku hiyo, lakini hakuwa akipatikana. Nikajaribu kumtafuta kupitia simu ya mama Haikuwa ikipatikana pia. Sikutia shaka sana, nilijua huenda ni tatizo la kimtandao tu mahali nilipokuwa. Saa mbili usiku juu ya alama, gari liliacha njia kubwa, ambayo sikujua wapi tulipokuwa, kilomita chache kwenye barabara ya vumbi, hatimaye tulipokelewa na mataa makubwa yaliyokuwa yamezunguka uzio wa jumba kubwa la kifahari. Ugeni mpya maishani mwangu na hata kwenye kazi yangu, nilibaki kuwa kimya tu, nikitazama mazingira yale mapya. Bwana aitwaye Tamari alinifungulia mlango wa gari na kuanza kukumbana na hali ya hewa ya eneo hilo, wakati huo nikiwa nyuma yake kumfata kule alipokuwa akielekea. Nukta kadhaa tuliingia ndani ya nyumba hiyo. Samani kadhaa zilikuwa zimeimeza sebule Palivutia mno kupata zama. Kuta za eneo hilo zilipambwa na maandishi ya Kiarabu. Manukato ya asili naudi yaliikaribisha puwa yangu. Wakati nikiwa sebuleni, Tamari aliniamuru nikaye kwenye moja ya sofa, yeye akaelekea kwenye moja ya chumba. Ndani humo kila kitu kilikuwa kigeni kwangu, lakini kutokana na zile pesa nilizotumiwa kama usafiri na hundi ile ya milioni mbili palitosha kuamini kuwa Zaria alikuwa mtu mwenye pesa nyingi na hata kukinzana na kile nilichokuwa nikiwaza ya kuwa huenda Zaria ni msichana wa makamo ya miaka ishirini hadi ishirini na mitatu. Sasa niliona huenda angekuwa ni mama wa makamo mwenye kuteswa na mapenzi ambaye alihitaji ushauri kutoka kwangu kama tiba. Niliendelea kusubiri ili niweze kuonana na Zaria, lakini haikuwa hivyo. Baada ya Tamari kurejea, alikuja na karatasi ndogo na kunikabidhi. Nilikiangalia kile kikaratasi, hakikuwa na maneno mengi: tutazungumza kesho, Shimi Mboni. Hayakuwa maneno ya kutisha, yalieleweka vema, lakini yalinitia shaka. Kwanini tusionane siku hiyo? Likabaki kuwa swali la kwanza. La pili likajibiwa na Tamari, yalile la kuhusu mahali nitakapoweka ubavu mpaka siku ya kesho. Nilitoa ombi la kuwa mapema asubuhi nilihitaji kuondoka. Ombi lilipokelewa, Tamari akalifikisha kwa Zaria. Muda mfupi nilitolewa kwenye sebule na kupelekwa kwenye chumba kikubwa. Chumba kilikuwa na kila kitu ndani, lakini vitu hivi vilipambwa na rangi moja tu rangi nyeupe. Sikulitilia maanani hilo, maana vile nilikuwa nimechoka sana, na punde baada ya kujimwagia maji usingizi ukanichukua. Asubuhi haikuwa mbali kama vile nilivyokuwa nimeomba. Nilipoamka tu simu yangu iliamka na ujumbe wa Zaria, pasipokuwa na mtu yoyote aliyeonekana kunitafuta. Baada ya kuweka mwili sawa Nilijitoa ndani ya chumba hicho na kukuta Tamara akinisubiri kunipeleka mahali alipokuwa Zaria. Sasa niliweza kuona mazingira vizuri ya eneo hilo, ilionekana nyumba kubwa tu iliyozungukwa na msitu mkubwa sana, ambao kwenye upeo wa macho yangu sikuweza kuona kile kilichokuwa kinapakana nao. Tulipiga hatua kuelekea kule alipo Zaria, na hatimaye macho yangu yalikaribishwa na taswira yake kama ilivyokuwa sauti yake, alikuwa zaidi ya ua lenye kunukia, ua lililopuliziwa uhai na kupumua, kisha kujenga shaka kwa yule aliyepata kulisawili japo kwa sekunde kadhaa. Hakuwa na umbo kubwa, umbo la wastani lililoenda sawia na umri wake, lakini si kwa yale aliyokuwa kiamiliki. Alijitambulisha kwa jina la Zaria, mwenyeji niliyemfuata haikunitia shaka sasa wala kuweka maswali yoyote dhidi yake. Aliniuliza ya kuwa niliwahi kuonana naye kabla. Hapana shaka sikuwa nimewahi kumwona. Nilimjibu hivyo bila kuelewa nini lilikuwa dhumuni lake kuniuliza swali hilo. Kwa vile nilikuwa sijatulia sana pale nilipokuwa nikionana na wanawake wazuri, huwezi amini, mara moja Zaria aliniteka ghafula huku akiweka wazi kile kilichomfanya aniite pale. Hakuwa na tatizo lolote kama alivyokuwa amejitambulisha awali. Sasa alikuwa akihitaji kuwa na mahusiano na mimi. Hili lilikuwa swali geni kabisa masikioni mwangu ambalo lilizaa maswali mengi, lakini yakapata majibu hapo hapo. Nilibaini huenda kutokana na ule umaarufu wangu wa kazi yangu kwa ujumla ndicho kilikuwa kivutio kikubwa kwake. Tulizungumza kidogo hata sikuelewa, baada ya muda miili yetu ilikuwa kitandani kifurahishana. Baada ya zoezi lile ukafata usingizi mzito sana kwa upande wangu, nilijaribu kuamka kwa mara kadhaa lakini nilishindwa. Sikujua kuwa lile lilikuwa kosa kosa kubwa katika maisha yangu. Nam Shimmy Mboni tayari yupo Zanzibar, yupo na mtoto mzuri Zaria, licha ya kumwacha mke wake Mama Jose Tanzania bara, anaangukia katika penzi la Zaria Zanzibar. Je, kipi kitaendelea? Tafadhali usikose sehemu inayofuata. Nam huo ndio mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa Bado Anaishi. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 338355. Unaweza pia kunifuatilia Instagram, kupitia akaunti yangu iitwayo Simulizi za Ruhundwa. Simulizi hii imetungwa na Yona Fundi anayepatikana kupitia simu nambari sifuri sita saba tano mbili saba nane saba tano tisa. Bado anaishi.